ni siku ya idi kwa Waislamu wa mashariki na Waislamu wa magharibi vile vile, leo ni siku kuu yao. Ndugu zangu katika imani, hadha yaumu birrin wa rahmatin wa tazawurin, siku hii ya leo ni siku ya kufanyiana wema, ni siku ya kuhurumiana, ni siku ya kutembeleana Faalina an ntazawada fi hadha lyoum lkarim biltaqwa wlamal lsalih, tunatakiwa tujipambe katika siku hii ya leo, tujipambe na sifa zilizokuwa nzuri, tujipambe kwa kutengeneza mazingira ya kuchukua zawadi. Zawadi bora ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya siku hii ya leo, mwislamu anatakiwa kujipamba na matendo yaliyokuwa mazuri a katika imani watifuu ala litami wa ahsinu ilayhim kama ahsana allahu ilaykum. Ndani ya siku hii ya leo tunatakiwa tuwafanyie wema mayatima, tuwafanyie wema. Tunasherehekea tu... siku hii ya leo kwa furaha, tuwawezeshe kwa namna yoyote ile iwayo, ili na wao waweze kufurahi katika siku hii ya leo.

tabia ya kuchukiana ni tabia ya Mayahudi, ni tabia ya makafiri. Waislamu hawatakiwi wao wale wenye kugombana na kuchukiana. Lakini pia wala tahasadu, wala msihusudiane. Husuda ni kutamani neema aliyonayo muislamu, neema hiyo imwondokee. Waislamu hatutakiwi tu wale wenye kuhusudiana. Wala tadabaru, wala Waislamu hatutakiwi tuwe wale wenye kukimbiana wa kunu ibadallahi ikhwana, na kuweni ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hali see, ya kuwa ni ndugu. wala yahillu li muslimin an yahjura akhaahu fauqa thalathin, na wala si halal kwa muislam kumuhama ndugu yake muislamu zaidi ya siku tatu. Leo ni waislamu wangapi ambao hawasemeshani Leo ni Waislamu wangapi ambao hawasalimiani? Leo ni Waislamu wangapi ambao akimwona mwenzake anakuja anamkwepa anakwenda njia nyingine? Ndugu zangu katika imani. Leo ni siku ya kutembeleana, leo ni siku ya kukaribishana kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Ayuha almuslimun idau ihdath albid'a al fi din fi hadha alyawm. Ndugu zangu katika imani Tuchukue tahadhari kubwa kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya mambo ya bid'a katika siku hii ya leo na hata katika siku nyingine. Muislamu unatakiwa ujiepushe na mambo hayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kuna bid'a nyingi huwa zinafanyika katika masiku ya Idi. Kuna watu ambao wanaona ndani ya siku hii ya idi ya idi ndio siku ya kwenda kutembelea makaburi ndio siku ya kwenda kusafisha makaburi, ndiyo siku ya kuwaombea dua waliotangulia mbele ya haki. Msifanye mambo hayo, hayo ni mambo ya kibida ni mambo ya kizushi. Muislamu jiepushe na mambo ya kibida katika siku hii ya leo na hata katika siku zingine vile vile. vilevile ayuhal muslimun ihlamu min lwuqui fi lmaasi waldhunubi walmuharamati wa ndani ya siku hii ya leo, muislamu chukua tahadhari kubwa ya kuingia katika maasia, kufanya maasia, kufanya madhambi, kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya mambo ya haram ndani ya siku ya idi. Kuna watu ambao huo wamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, wanafanya madhambi ndani ya siku ya idi. Chukua tahadhari hiyo muislamu. Ayuhal muslimun, ndugu zangu katika imani, wa min al-a'mali Yamin idi, miongoni mwa matendo ambayo tunatakiwa kuyafanya katika siku ya Eid ni al-udhiya, ni kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kufanya ibada ya udhia naami na takaruba ila Allah subhanahu wa ta'ala. Udhia maana yake ni weye kuchinja mnyama katika wanyama wanaochungwa kuchinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya siku hii ya leo, Waislamu wanatakiwa kuifanya ibada hii, wachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akichinja katika siku hii ya leo, na Muislamu unatakiwa ufanye ibada hiyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ashurutul mu'tabaratu fil udhiyah Masharti ambayo ni yenye kuzingatiwa katika kuchinja mnyama, ambayo umemwandaa anatakiwa awe amekamilisha e, masharti kama ifuatavyo. Sharti ya kwanza ya udhuhiya, sharti ya kwanza ya kuchinja, antakuna min bahimati lanam, kinachochinjwa au mnyama anayechinjwa anatakiwa awe ni katika wanyama wa kuchungwa kama ni mnyama wa porini hatofaa kuchinja. Mnyama anayefaa kuchinja ni mnyama ambaye ni wa kuchungwa, minal ibili walbaqari walghanam, katika ngamia au ngombe au mbuzi na kondoo. Kwa sharti ya kwanza anayechinjwa au ni katika wanyama wa kuchinja wa kuchunga. Ashartu thani, sharti ya pili, antablugha sinna almu'tabara shar'an, mnyama anayechinjwa anatakiwa afikishe miaka ya kisheria. Kama ni ngamia anatakiwa awe na miaka mitano. Kama ni ng'ombe anatakiwa awe na miaka miwili. Kama ni mbuzi anatakiwa awe na mwaka mmoja. Kama ni kondoo anatakiwa awe na miezi sita. Ashatu thalith, sharti ya tatu, asalama tu min aluyubi, mnyama unayemchinja asalimike na aibu asije akawa ana kasoro, ana aibu, asije akawa na chongo, asije akawa ni mlemavu, asije akawa mekonda, asije akawa ni mgonjwa. Mnyama anayechinjwa anatakiwa awe ana usalama katika mwili wake. Ashartu rabiu, sharti ya nne ya kuchinja, antakuna fi lwakti ladhi yudbaha bihi, zoezi hilo la kuchinja, ibada hiyo ya kuchinja inatakiwa iwe katika muda ambao umewekwa kisheria. yabdau waktuha min badi salati lidi, huweza wakati wa kuchinja baada ya kuswali swala ya Idi ila akhiri ayam tashriqi, mpaka zile ayamu tashriqi masiku matatu baada ya Idi. Kwa kama mtu hakuweza kuchinja katika siku ya leo bin Azib mtu Mtume anasema, awwalu ma nabda'u fi yawmina hadha, jambo la kwanza ambayo tutalianza katika siku yetu ya siku yetu ya leo hii, an nusalli, tutaswali swala ya Eid, thumma narji fananhar kisha tutarudi majumbani kwa ajili ya kuchinja. faman faala dhalika faqad asaba sunnatana, atakayefanya hivyo huyo atakuwa ameipatia suna yetu. Lakini atakayechinja kabla ya kuswali swala ya Idi, hicho kitakuwa ni kitoweo hiyo itakuwa ni nyama tu amewatengenezea watu wake, na hatopata malipo ya udhuhia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ayuha ayuhalmuslimun, ndugu zangu katika imani

na ataswali adhuhuri ndani ya wakati wa adhuhuri wa in salla aljumaa. Na kama mtu ataamua sasa kuswali jumaa, fa huwa afdal, itakuwa ni bora pamoja na kwamba ameswali eid akaamua kuswali jumaa, maana wanasema itakuwa ni bora vile vile. Wa man lam yusalli al-eid fa tajib alayhi salatu al-jumaa, na mtu ambaye hajaswali swala ya eid

Atakayetaka kushuhudia Ijumaa, atakayetaka kwenda kuswali swala ya Ijumaa, falyashhad. Atakayetaka kwenda, atakayeamua kuto kwenda kuswali Ijumaa, ana hiari ya kuto kwenda kuswali Ijumaa, ndio katika imani, maana wanasema lakini. Kwa upande wa imamu, lazima kwake yeye akuswali swala ya Ijumaa kwa ajili ya kuwasalisha wale ambao hawajaswali swala ya Eid na kuwaswalisha wale ambao wataamua kuswali swala ya Ijumaa pamoja na kuswali swala ya Eid. Ndugu zangu katika imani, kabla intihai khutbati ya hadhihi, kabla ya kumaliza khutuba yetu hii ya leo, uhibu an uwajiha maw'izatan lin-nisa. Napenda kuelekeza nasaha zangu na mawaidha kwa upande wa kina mama, kwa upande wa wanawake kama kana

min alhuruji ila laswaqi bitabarruj, na isija isije ikawadanganya hali ya wanawake wengine ambao hawana dini, huwa wanatoka kwenda masokoni wakiwa hawajajistiri, wakiwa hawana hijabu, wakiwa hawajavaa hijabu, hijabu ya kisheria. Nyinyi wanawake wa Kiislamu msifanye hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam anasema sunfani min ahli nnari, makundi mawili ni katika watu wa motoni lam arahuma ba'd, sijayaona makundi hayo bado. Wa wadhakara nisaa kasiyati aariyati, Mtume sallallahu alayhi wasallam wasallama akataja kundi miongoni mwa makundi hayo mawili ni wanawake ambao wamevaa lakini wako uchi, wamevaa hijabu ambayo haijakamilisha masharti. Hijabu ni ibada na hakuna ibada ambayo haina masharti kila ibada ina masharti yake na hijabu vile vile ina masharti yake. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa kujistiri, anatakiwa kuvaa nguo za kisheria, nguo ambazo zimeelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ndugu zangu katika iman, tukasimamia kina mama wabaki katika